Wenyewe kumekucha ee, eh? Wenyewe <laughs> karibu, wenye tupo huku, mko wapi? Huku. wapi? Hapo kuna shimo huku, ngoja ah. ba... <laughs> nikae hapa pembeni ambapo sio karibu na shimo hapa. unaishi peke yako? ah. Waifa ametoka na ndugu zake hapo. Kama nasikia harufu ya wali hivi. Nyoka anajivua magamba wewe. Hapa pembeni yetu hapa kuna kipoli hapa. Halo. Halo. <gibli> Lu, fimbo yangu iko wapi? Hey! Ina nini? Hebu ngwani ifuate. Oya wewe. Hey. Usijizime data mwanangu nitakuwasha makofi sasa hivi hapa na mishipa imekusimama kabisa. Hao wadada walioolewa na nyewa wana moyo chakula tu, we baba ndo anasimanga hivi na kifahamu. Kwa hiyo we baba sasa, sawa, namwachia Mungu. Na ukisikia mtanzania amesema namwachia Mungu. Oya, oya wadada niiteni, mimi naondoka <laughs> <laughs> <laughs>